Mimi Hamida Musa Hamisi, mkuu wa mkoa wa kusini Unguja, napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha Wazanzibari na Watanzania wote katika tukio historia, la kihistoria ndani ya mkoa wetu wa kusini Unguja, la uwekaji wa jiwe la msingi daraja hili la Uzi. Hili ni tukio la kihistoria katika nchi yetu. Niwakaribishe tarehe pili mwezi wa kwanza 2026. Wananchi wote karibuni, mje kushuhudia kile ambacho waliosema wengine hakiwezekani. Hili ni tukio kubwa ndani ya miaka sitini na mbili ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Nawakaribisha wote hapa katika daraja la Uzi. Dokta Mwinyi amefanya maajabu maajabu. Karibuni mwashuhudie mapinduzi Mashujaa.